Basi kwenye hii ratiba ya kulala uh, kwenye kipengele cha malezi tunapoongelea utengeneze ratiba, ina maana ratiba yako inaangalia muda wa mtoto kula, uh, muda wake wa kulala, kucheza na labda muda wa usafi. Kwa kwenye kula tushaangalia kwamba mtoto anatakiwa yani ratiba ya kula ya mtoto isipishane kama yule mtoto ambaye unabaki naye nyumbani ina maana kama ni wa miaka mitatu au chini ya miaka mitatu kuna ile milo, milo mikuu na ile milo ambayo inakuwa ni katikati kati kabla ya milo mikuu. Unatakiwa pia unaangalia yani ratiba yako, i, yani ratiba yako ya kila siku isipishane na ile ratiba ya chakula cha mtoto. Kwa hiyo kama mtoto anatakiwa ale saa moja asubuhi basi hakikisha kila siku saa moja ukichelewa sana ni saa moja na robo wewe unaendelea mtoto awe anakula, lakini kama ni mchana anatakiwa ale saa saba At least, uwe ume n yani umewahi kabla ya sa saa saba, kama ukichelewa. Lakini tunazingatia, tunachozingatia kwenye ratiba na maana, kama una nidhamu na ratiba huyo unaifuata basi muda wako usio unapishana, yani una, una pishana muda wa chakula cha mtoto. Lakini pia kwenye ratiba ya kulala inatakiwa kitu cha kwanza kwenye kuzingatia, aa, ratiba ya kulala, hakikisha mtoto analala saa ile ile kila siku hapo ni kwamba dada unakuwa na nidhamu ya kuifuata hiyo ratiba. Mwisho wa siku, mtoto pia atakuwa amesha amesha adapt kwenye hiyo ratiba ya kulala. Ina maana ikifika muda fulani, mtoto tayari anakuwa ana ile hali ambayo inamfanya aende kulala. Ina maana ukiwa umemfundisha mara kwa mara, baada ya muda ataizoea na itaonekana ni kawaida kwa ikiwa anatakiwa alale saa mbili basi hakikisha kama saa mbili kasoro, wewe ushaandaa namna ambayo mtoto ana uwezo wa kwenda kulala lakini pia ikitokea uh, umechelewa sana, basi sitokee mara kwa mara, kwa sababu sisi tunasema kitu mojawapo, dada, ambaye unatakiwa kuzingatia ni ratiba yako. Lakini pia baada ya hapo, kuna kitu kingine, unaandaa mazingira. Mtoto analalaje? Wewe uweze ukasema unaenda kumwandaa mtoto akalale, lakini umefungua labda TV kwa sauti juu, au umewasha redio nyimbo zinasikika juu. Lazima pawe na mazingira tulivu, kwa hiyo unamtengenezea mtoto utulivu ambao utamsababishia kwamba alale. Kwenye kutengeneza utulivu, kuandaa mazingira, kuna namna ambazo, ambazo uh, watu wengi wanatumia, lakini utaangalia na utaratibu wa nyumba wa familia husika kwamba kuna wengine, ili kuandaa mazingira mtoto kulala, anatakiwa labda mtoto asomewe hadithi au ni mkubwa ambaye anaweza kujisomea, basi unampa kitabu chake fulani ambacho yeye anapenda kukisoma ina maana muda huo ashajiandaa, wewe unampeleka anavyosoma, hapo yupo kitandani, baada ya muda atalala. Kuna wengine labda anapenda kusikiliza nyimbo tulivu. Kuna nyimbo ambazo tayari wao wanasema ni zile ambazo zinawasaidia wao kupata usingizi. Kwa hiyo unamsaidia, unaandaa vitu vyake, vipo hapo akisikiliza, baada ya muda inamsaidia kupata usingizi kwa haraka. Ukitengeneza nidhamu hiyo ya kuifuata ratiba utakuta mtoto anapata muda mwingi wa kupumzika na pia hawi mchovu pale anapoamka, kwa sababu alipumzika muda mrefu. Lakini ukiwa hujafata ratiba ya kulala, unakuta mtoto aa, anachoka yani leo alilala, alichelewa afu amewahi kuamka, anaenda shule kwao, anakuwa ni mnyonge mdhaifu, kwa sababu hajapata muda wa, muda wa kutosha wa kupumzika. Lakini kitu kingine ni utaratibu wa namna ya kulala Mnaendaje kulala? Utaratibu wa familia ukoje? Kuna baadhi ya familia, labda mtoto anatakiwa akishatoka kula aswaki abadilishe mavazi akalale. Basi wewe dada unatakiwa msimamie, hasa kama ni mdogo, basi umsaidie kubadilisha, umsaidie ameswaki vizuri, unamhifadhia miswaki yake semu usika, basi unamsindikiza kwenda kulala. Lakini nyumba nyingine ni kwamba anavotoka uh, mezani, labda anapumzika kidogo, then ndo anaenda kuoga uswaki kubadilisha nguo ili alale. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuhakikisha mtoto anaifuata ratiba hiyo. Kwa hiyo ukiwa unazingatia ratiba hiyo wewe dada, alafu pia mtoto unahakikisha mtoto anatengeneza pia nidhamu hii ito, ha, itamsaidia sio tu kwenye ratiba ya kulala itamtengenezea na yeye nidhamu, sio tu utotoni, hata ukubwani, kwamba anajua kitu fulani kinafanyika wakati fulani, inamjengea nidhamu endelevu ya kufata ratiba. Kwa hiyo kama ratiba zako zote ukazitengeneza vizuri, basi mtoto atakuwa anajua saa saba ni muda wa kula mda fulani natakiwa kucheza. Kama wewe dada umesawa, umesawaakamba dada, niko nje nacheza, au dada, twende nje kucheza, au dada, nimesogeza hivi hapa tucheze. Kwa hiyo wa wao wanakuwa wamemsaidia mtoto ana ile nidhamu ya kuifuata ratiba, lakini kitu kibaya ambacho kinatukuta kina wengi na i lalamiko la mabosi wengi, madada wengi tunakuwa hatuna ratiba, yani atibawadada, unaenda una kwa bosi siku ya kwanza unaonekana mwenye nidhamu na ratiba. Mwingine anakuwa hatengenezi kabisa ratiba mwingine ana ratiba lakini haifuati. Kwa hiyo hii changamoto ya kutokufuata ratiba inaharibu pia kwenye uh, hii hali ya malezi kwa sababu mtoto unakuwa una, unamlea tu yani ili mradi. Sio unamlea kwamba kuna, kuna utaratibu sahihi ambao anatakiwa kufuata. Kwa hii hapa inawaafekti wadada wa wengi kwa sababu inaonekana watendaji wao na kazi sio mzuri. Kwa nini sio mzuri? Kwa sababu hauna utaratibu kama hauna utaratibu ina maana hauwezi ukafanya kazi yako kwa ufanisi, wakati haujui unaanzia wapi unafikia wapi. Kwa hiyo kama ushatengeneza utaratibu, basi jaribu kufuata, mshirikishe bosi, mwambie ratiba ya mtoto labda nimeitengeneza, nimebadilisha kidogo sasa hivi kwa sababu wana wanatakiwa wana, wana, wana, kwenda shule mapema, basi mimi huku kwenye ratiba ya kulala nimeomba walale hivi a walale muda huu. Ina maana unavyomshirikisha boss, yeye atakwambia kama ni sawa au kama kuna marekebisho kidogo atakushauri. Na ndiyo maana tunasema, unapofika kwa boss ukitengeneza ratiba hakikisha unamshirikisha boss kwamba ipo hivi ili kama kuna mabadiliko yafanye au kama hamna, yeye ndo atakwambia. Kuliko ile unajitengenezea tu ratiba, unajikuta mwisho wa siku unaonekana kama umejiamulia hivi Yaani weo umeenda na utaratibu wako nyumbani kwa watu, uenda unachokifanya ni chema, lakini kwa sababu hujatoa taarifa hakitochukuliwa vile. Haya, kwenye hiyo pia kuna jinsi uh, ya kuwapa majukumu kwamba uwape watoto majukumu madogo madogo ambazo pia zita, uh, uh, hii itawasaidia watoto ku, ku, ku, ku, ku, ku, kupata nafasi ya kuwajibika lakini pia hayo majukumu yao yanaendana na umri wa mtoto. Kwa mfano, labda mtoto miaka mitatu kushuka chini, mitatu miwili, mpaka ambao tayari una uwezo wa, wa kuwasemesha akakuelewa kitu. Labda wana midoli yao hapo, walikuwa anachezea yule mtoto, ukimwambia chukua hiki, kaweke pale, hilo ni jukumu dogo ambalo pia linamfaa kwa. Kwanini? ukimwambia hivyo, itakuwa imemsaidia, unamsaidia namna yeye ku, ku, o kuwajibika kuto kuacha vitu vikiwa havija, havija organized. Ina maana ukiwa umetengeneza utaratibu huo mara kwa mara, mtoto atakuwa anajua kwamba muda huu hiki sio cha hapa, hiki sio cha hapa. Lakini mtoto ambaye yuko kwenye miaka mitano, sita, saba, una uwezo wa kumwambia awe anasafisha sehemu fulani, labda kufuta vumbi kwamba viatu vyako vina vumbi, futa vile alafu, mimi nitaenda kumalizia kuvisafisha nivipeleke ndani. Kwa hiyo ukimpa jukumu, unampa jukumu dogo linaloendana na umri wake, lakini litamsaidia kuwajibika. Na ikitokea wamefanya majukumu hayo, basi wewe una uwezo wa kuwasifia. So una uwezo ni lazima, dada unatakiwa, kama umeshatengeneza mazingira chanya kwa kuwasiliana na mtoto, umempa jukumu na amelifanya, umsifie, sifa itamsaidia yeye ku, kupata moyo zaidi wa kufanya hiyo kazi. Siku nyingine ukimpa jukumu jingine ataweza kuifanya kwa ubora zaidi. Na ikitokea hakufanya vizuri, usimkatize usim, n, yani, usimwongereshe kwa lugha hasi, kwamba mpaka ajisikie vibaya. Unamrekebisha kwa lugha chanya ya upole na upendo, ina maana ukimrekebisha hivyo kesho tena atajaribu kufanya vizuri zaidi, ila ukimkatisha kwa kumpa lugha, lugha, amini, kwa lugha hasi, kwa ukali, kwamba hawezi, utakuwa haujamsaidia mtoto, ila umeua ule uwezo wake wa kutaka kujaribu tena ili afanye vizuri. Kwa hiyo, ili umsaidie mtoto kwenye uwezo wake wakati wa, wa, wa, wa majukumu yake, unatakiwa aidha umsifie akiwa amefanya vizuri, lakini umsaidie kwa upendo pale anapokuwa amefanya vibaya. Lakini pia kitu kingine kwenye ratiba ya mtoto unatakiwa uzingatie ratiba ya michezo. Mtoto anapata muda gani wa kucheza? Ratiba yake ikoje? So wewe huna ratiba maalum kwao, ikifika saa kumi naambia leo nenda akacheze nje Saa 12 nenda kacheze nje. Hauna ratiba maalum. Kwa hiyo pia inamfanya mtoto anaenda bila utaratibu, na vitu vyake ndo atakuwa anafanya hivyo hivyo. Atakula hapa, ataacha sahani, atatoka anaenda kule, muda wa kula atatoka ndio kwenye TV, sio kama mtoto ndo amechangia sana, hiyo ilikuwa ni tabia, lakini ulikuwa una uwezo wa kuikontrol. Ina maana unaikontrol vipi? Kwa kuitengeneza ratiba kwamba muda wa kula kaa mezani. Mfundishe zile table manners kwamba ukiwa mezani usipige kelele. Acha kutembea tembea ukiwa mezani Uacha kufanya hivi. Yaani mfundishe zile adabu za mezani. Akiwa ameshajifunza hivyo, ina maana atakuwa anajua muda huu wa kula. Siwezi nikabeba hata iPad kuja nayo mezani. Natakiwa nile, nikimaliza, baadaye natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo ukimtengenezea utaratibu ambao yeye pia ataweza kufata pia, anaweza kukumbusha hata dada, sasa hivi natakiwa niende nje. Na sio mpaka yeye akukumbushe kwa sababu wewe ndio una ratiba yake, basi unaambia, ukimaliza kula utapumzika baada ya kupumzika, kifuatacho hapa ni hiki. Kwa mtoto anapata, anapata muda wa kucheza. Huo muda ambao anacheza inamsaidia yeye kujenga afya ya mwili kwa sababu atakuwa amekuja nje anachezea cheza mwili ina maana inamsaidia kuijenga afya yake. Sio muda wote una, e, dada. Kwa sababu umeambiwa ni malezi, mwache mtoto angalie TV basi masaa 24, mtoto yupo kwenye TV na wewe unajiona uko sawa tu, utakuwa hujaleta yale mabadiliko kwa sababu sisi tunataka dada Unavyoenda pale ulete mabadiliko chanya hata kwenye tabia ya mtoto, siyo tabia mbaya, lakini kuangalia tv muda mrefu sio afya kwa mtoto. Kwanza afya yake ya mwili anakuwa, yani, hayuko active kwa sababu muda wote atakuwa amekaa hapo, mwili hauchangamki, lakini pia afya ya akili unakuta mtoto unamfanya sasa, yani, unamkuta mtoto anafanana na tabia za katuni. kwa nini? Kwa sababu muda wote yuko hapo o, yani, yeye na katuni, yeye na katuni. Hujawahi kumshughulisha kwa michezo ya nje, hujawahi kumchangamsha afanye michezo ya nje.